Kitabu cha Yeremia, sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili, ndiyo kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo! Karibuni sana wapendwa, mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro, na kukaribisha mpendwa kutoka eneo lolote ulilopo uweze kuungana na sisi ili tuweze kuanza kwa pamoja. Tusali kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Ni wakati mwingine tena mzuri ambao unatuunganisha watoto wako kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunaamini Mungu unatupenda kwa sababu wewe ni pendo, nasi tunajiachilia katika mikono yako ewe Bwana. Tunaomba uturehemu kabisa makosa yetu na kila aina ya maovu tuliyonayo. Tunaomba ewe Bwana utusamehe na kutusafisha kwa damu yako. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba uweze kuja Roho Mtakatifu mahali hapa, tusimamie Roho wa Bwana, tupe nguvu, hekima na maarifa, ili sote tunaposoma neno lako tuweze kulielewa na tuweze kujengwa, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea mbele na kitabu cha Yeremia, ambapo tutasoma sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Mlango wa kumi na moja. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema yasikieni maneno ya maagano haya ukaseme na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ukawaambie Bwana Mungu wa Israeli asema hivi na alaaniwe mtu asiyeyasikia maneno ya maagano haya niliyowaamuru baba zenu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri, katika tanuru ya chuma, nikisema itiini sauti yangu, mkafanye sawasawa sawa na yote niwaagizayo ninyi; ndivyo mtakavyokuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu, ili nipate kukitimiza kiapo nilichowapia baba zenu, kuwapa nchi ijayo maziwa na asali, kama ilivyo leo hivi. Ndipo nikajibu nikasema, amina, e Bwana. Naye Bwana akaniambia, hubiri maneno haya yote katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, ukisema yasikieni maneno ya, ya maagano haya mkayafanye. Kwa maana naliwashuhudia sana baba zenu, siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri hata leo, nikaamka mapema na kuwashuhudia nikisema, itii ni sauti yangu, lakini hawakutii wala kutega masikio yao bali walikwenda kila mtu katika ushupavu wa moyo wake mbaya. Kwa hiyo nimeleta juu yao maneno yote ya maagano haya niliyowaamuru wayafanye, lakini hawakuyafanya. Naye Bwana akaniambia, fitina imeonekana katika watu wa Yuda na katika wenyeji wa Yerusalemu. Wameyarudia maovu ya baba zao, waliokataa kusikia maneno yangu, wamefuata miungu mingine na kuwatumikia. Nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wamevunja maagano yangu niliyoyafanya na baba zao. Basi Bwana asema hivi, tazama, nitaleta mabaya juu yao ambayo hawataweza kuyakimbia; nao watanililia, walakini sitawasikiliza. Ndipo miji ya Yuda na wenyeji wa Yerusalemu watakwenda na kuwalilia miungu wa wafukizi yao uvumba, lakini hawatawaokoa hata kidogo, wakati wa taabu yao. Maana hesabu ya miungu yako, e Yuda, ni sawasawa na hesabu ya miji yako, na kama ilivyo hesabu ya njia za Yerusalemu, ndivyo mlivyosimamisha madhabahu za kitu kile cha aibu, madhabahu za kumfukizia Baali uvumba. Basi usiwaombee watu hawa, wala usipaze sauti yako, wala kuwaombea dua watu hawa, maana sitawasikia wakati watakaponililia kwa ajili ya taabu yao. Mpenzi wangu afanya nini nyumbani mwangu, ikiwa amefanya uashirati? Je, nadhiri zako na nyama takatifu zitakuondolea hatia? ufanyapo maovu ndipo uonapo furaha. Bwana alikuita jina lako mzeituni wenye majani mabichi mzuri wenye matunda mema, kwa kelele za mshindo mkuu amewasha moto juu yake, na matawi yake yamevunjika. Kwa maana Bwana wa majeshi aliyekupanda ametamka mabaya juu yako, kwa sababu ya maovu ya nyumba ya Israeli na ya nyumba ya Yuda walioyatenda juu ya nafsi zao wenyewe, kwa kunikasirisha wakimfukizia Baali uvumba. Tena Bwana akanijulisha haya, nami nikayajua; ndipo uliponionyesha matendo yao. Lakini mimi nalikuwa kama mwana kondoo mpole achukuliwaye kwenda kuchinjwa, wala sikujua ya kuwa wamefanya mashauri kinyume changu, wakisema, na tuharibu mti pamoja na matunda yake, na tumkatilie mbali atoke katika nchi ya walio hai, ili jina lake lisikumbukwe tena. Lakini e Bwana wa majeshi, uhukumuye haki, ujaribuye viuno na moyo, nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia ne wewe neno langu. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi juu ya watu wa Anathothi watakao uhai wako, wakisema, hutafanya unabii kwa jina la Bwana usije ukafa kwa mkono wetu. Kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, nitawaadhibu watu hawa, vijana watakufa kwa upanga, wana wao na binti zao watakufa kwa njaa, wala hapata kuwa na mtu atakayesalia kwao, maana nitaleta mabaya juu ya watu wa Anathothi, Mwaka wa kujiliwa kwao. Mlango wa kumi na mbili. Wewe umwenye haki e Bwana nitetapo nawe lakini nitasema nawe katika habari ya haki, mbona njia ya wabaya inastawi? Mbona wote watendao hila wanakaa salama? Umewapanda nam wametia mizizi, wanakuwa nam wanazaa matunda, katika vinywa vyao ukaribu bali katika mioyo yao umbali. Lakini wewe Bwana wanijua, umeniona, umeujaribu moyo wangu jinsi unavyokuelekea uwakokote kama kondoo waendao kuchinjwa, ukawaweke tayari kwa siku ya kuchinjwa. Hata lini itaomboleza nchi na kukauka majani ya nchi yote? Kwa ajili ya mabaya yao wakao ndani yake, wanyama wameangamia na ndege pia kwa sababu alisema hatauona mwisho wetu. Ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana na farasi? Na ujapokuwa katika nchi ya amani usalama, lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordani? Kwa maana hata ndugu zako na nyumba ya baba yako wamekutenda mambo ya hila; naam, wamepiga kelele nyuma yako; usiwasadiki, wajapokuambia maneno mazuri. Nimeiacha nyumba yangu, nimeutupa urithi wangu, nimemtia mpenzi wangu katika mikono ya adui zake. Urithi wangu umekuwa kwangu kama simba msituni, ameinua sauti yake juu yangu, kwa sababu hiyo nimemchukia. Je, urithi wangu umekuwa kwangu kama ndege mwenye madoadoa? Ndege wakali wanamtulia pande zote. Enendeni, wakusanyeni pamoja wanyama wote wa mwituni waleteni ili wale. Wachungaji wengi wameliharibu shamba langu la mizabibu, wamelikanyaga fungu langu chini ya miguu yao, wamefanya fungu langu zuri kuwa jangwa la ukiwa, wamelifanya kuwa ukiwa, na kwa kuwa ni ukiwa linanililia. Nchi yote imefanywa kuwa ukiwa, kwa sababu hapana mtu aliyeweka haya moyoni mwake. Wateka onyara wamepanda juu ya vilele vya milima katika nyika kwa maana upanga wa Bwana utakula toka upande mmoja wa nchi hata upande wa pili wa nchi; hapana mwenye mwili atakayekuwa na amani. Wamepanda ngano lakini watavuna miiba, wamejiumiza nafsi zao lakini hawatakuwa na faida. Naam, tahayarini kwa ajili ya matunda yenu, kwa sababu ya hasira kali ya Bwana. Bwana asema hivi juu ya jirani zangu wote walio wabaya waugusao urithi wangu niliowarithisha watu wangu Israeli; tazama, nitawang'oa katika nchi yao, nami nitaing'oa nyumba ya Yuda isiwe kati yao tena. Itakuwa baada ya kuwang'oa nitarudi na kuwahurumia, nami nitawaleta tena, kila mtu aingie katika urithi wake, na kila mtu aingie katika nchi yake. Kisha itakuwa ikiwa watajifunza kwa bidii njia za watu wangu kuapa kwa jina langu, kama Bwana aishivyo, vile vile kama walivyowafundisha watu wangu kuapa kwa Baali, ndipo watakapojengwa kati ya watu wangu. Bali kama hawataki kusikia, kung'oa nitaling'oa taifa lile na kuliangamiza kabisa, asema Bwana.